Kwingineko, jaji wa mahakama kuu Lawrence Mugambi amedumisha agizo kuwa tume ya huduma za mahakama haitasikiza kesi iliyowasilishwa mbele yake kuhusu jaji mkuu Martha Koome. Agizo hilo linazuia JSC dhidi ya kuwachunguza majaji wa mahakama ya upeo wakiwemo Isaac Lenaola, Smokin Wanjala, William Ouko na Njoki Ndungu. Jaji Mugambi pia ameagiza pande husika kuwasilisha majibu yao kuhusu kiini cha kutaka majaji wa mahakama kuu kuchukuliwa hatua. Hatua hiyo imevutia hisia kali kutoka kwa mawakili Nelson Havi na Ahmed Nasir Abdullahi ambao wanahoji kuwa mahakama inawalinda majaji hao wakuu licha ya kukabiliwa na tuhuma zenye uzito. Naye waziri wa fedha John Badi leo amefika mbele ya Bunge la Seneti kujibu maswali kuhusu mustakaba